Mtapata nafasi ya kuingia huko, lakini nilichokijua, sitaki kuwa mnafiki. before kama siku mbili alikuja mtu mmoja na gari ya public, alikuwa anaendesha gari ya public, akafika pale, ndo vuguvugu ya siasa, lakini ipo. Akaniambia, akagonga mlango, aa, mzee po, nangambia yupo, huyo hapa Wakatoka nje wakazunga kapakia makuti sababu, wakatoka basi. Haya, sikujua ya makuti yale ya nani, lakini baadaye tena ndo katika mazungumzo sasa. Ah, makuti yale kwa tupakia silaha zile ah, kumbe zilifunikwa na makuti. Ehe, sasa wewe utanyongwa nchi hivyo. <laughs> Mngereza anafikiri wewe na, na, na Mwarabu uko hapa na waka moto, utakuachia hey. Si mchezo wewe, mm. Unaenda kuzungumza kwenye mikrofoni kama hivyo, mtu yuko hapo Mngereza na, na, na, na watu wao. Nchi ilikuwa ngumu hii, watawala wao ile. Na kusubirini, kuna Mngereza na kuna Mwarabu hapo, na Mwarabu anataka asiondoke na watu wake, ndio ndio anagombania kama haidhuru, hata kwa monarch, lakini watu wake wat, wat, wat, wat, watamoni mm. Watamonita sio sio sisi wa Afrika. Basi tukakaa siku ya siku ile watoto akasema tunakwenda kwenye nani fete, baba yake akambia anendeni, sio mbali na pale kwetu, lakini msichelewe. Akaenda kimya kimya, wakarudi. Maskini vulana vulana vikubwa tu wakarudi, akanywa chai pale, akaingia ndani, wakalala. Sasa tumekaa tunazungumza Ulikuwa Januari. Unajua, Januari kwetu siku ndo kwa na joto joto sana, watu wengi wanapenda kukaa kupata hewa. Sasa ndio tukaya panje uani kwetu sisi tukaya tupate upepo, haya, ikapanda kwa upepo, tukakaa pale mpaka sasa. Basi tuinge chumbani, tuinge chumbani, tukalala kulala. Mimi na umbea wangu, nikasikia risasi zinalia po asika risasi hizo, kuna nini? Akastuka, akulala tena, kaingia risasi ya pili, piga risasi ya tatu, kamona isasi ina nyingi huko mm. kuna nini? kuna kanabia, tulia kanambia ah, tuliaahaundo atanambia sasa mm -hmm. akanambia tulia, vijana wetu hao. Wow. vijana wetu

basi sikiliza, kodwa nevile niwe tayari ka basi, tuvae tu sote, yakava watoto wamelala, kava nikavaa nikachukua kanga yangu nikajifunga, nakumbuka kama hivi, nikachukua nilikuwa na shilingi sijui mia nne sijui mia ngapi, zile nikazifunga funga tena, mkaja nikazifunga tu bodi uzokupesa tena ipata wapi funga, kaja tukambia, sasa tukae tusikizike natokea nini. Akanambia, unajua wewe, minaogopa wasiji wakaja wakaniulia watoto wangu hawa, lakini kama ni hivyo, bora wewe utoke na watoto. Nikamwambia hapana, nisitoke. Nitawatoa watoto, wasiji wakaja hawa wakatuvurugia watoto wetu, wacha tuvurugi sisi, lakini watoto wetu watapata mambo mbele ya safari huko. Nikawatoa watoto pale nikakaa pale, lakini sikuambeleka mbali, kwa jirani tu, shika watoto wangu pakawaeke kama nyumba ya tatu hivi, asi tukakaa pale mpaka inafika saa kumi na moja akiniambia, unajua kama hatukufuzu sisi, mimi wataja kunichukua. No, hawa, mm -hmm. <laughs> eh, Bustina, eh. Na wakinichukua hawa ni lazima wataninyonga, ndio sharia basi. Tena na hiyo ni sharia mpaka kesho ipo, watu wanashangaa tu kuyaona mambo ya duniani mm -hmm. Hizi ni sharia ya ingereza bado tunazo mpaka leo, sharia za ingereza hatujazifuta kwani sisi tunatawala pa sharia za ingereza. Hatuna, tunazo, tunazitumia, lakini kushtua taarifa namna hiyo inatisha. Ah, mimi nilikuwa najuana sinajua zile sheria mi mm. Pale nikashtuka nikamwambia, ah kweli pale ah. Kaanza kupata huzuni lakini mm. Mungu yupo, mara nasikia gari nakuja, lakini saa kumi na moja hakuna gari na kulikuwa na njia pale kwetu tunapokaa, ilikuwa gari inatoka huku tu inakwenda huku, haitoki hukuja huku. Sasa mm -hmm. ile gari ikaa inatoka upande mwingine, inatoka huku kusiko mm -hmm. takiwa nikamwambia, unajua we unakuja gari asitujumba yetu iko barabara mpaka leo ipo, ndio unaijua, inakuja gari kanambia do. Nikaambia ka hapo hapo ulipokaa, acha mimi nende nyumba yetu. Sisi ilikuwa na milango ya duka kenda pale. Mimi nikaanza kuchungulia ile gari ile ile gari, ikaja mpaka ikapiga breki chini ya mlango. Tulikuwa na gari moja inaitwa Kipanga, nafikiri mpaka leo iko. Wewe si unajua gari ya kipanga yeah? Eh? Iko mpaka leo aonyeshe iko nani wapi pale, beti la jaibu ndo hiyo sasa, ndo hiyo sasa inakuja naiona na bendera nje. Ndio nkamwambia nikarudi ndani wani nimemweka. Nkamwambia gari yetu ya, ya kipanga kweli, nkamwambia kipanga, gari ya kipanga hiyo na bendera shaiona, chama chetu cha Afro Shirazi Ndiyo, ndio so, watu wafurushirazi ati wale waliofanya vile sasa, wale hawakugonga ule mlango wa mbele mbe. Wakazunguka wakaja mlango wa nyuma wakagonga, hiyo nyuma mpaka leo ipo na hizo nizoadszihadisia mpaka sasa watu wanazijua hao zilivyo, wakagonga pale, mi nkaenda kameabake hapo hapo pale, nkaenda nkaenda pale, wallahi nami nitoa kusali Hwa, leo ukiniambia, ndo huyu simjui, no yule aliokuja pale mm. Simjui, akanambia, sie tushapindua huko natokamzia, akatangaza serikali mm. Kamwambia mzee, nafikiri mwenyewe alimjua tu, wakamchukua tayari, ay, tayari. Alivaa shati lake kama hivyo la makunguru, lipo hapa picha zake hizo hapo zipo mm. Eh? katoka mm. Naye wakaenda sasa, kama uwa wanasema mzee alikwenda Dar es Salaam, ni kweli mzee alikwenda Dar es Salaam makamo ya saa nne au tano za mchana. Wakati shughuli ishamalizika ishamalizika, kenda kuomba msaada kwa Nyerere, kwa sababu mfalme bado alikuwa yupo mm -hmm. kaingia kwenye meli kajibanza kule na meli yake, ka haiwezekani, angeweza kuleta au angeweza kuzungumza mm -hmm. na Wamarekani, akazungumza na Waingereza. Lakini vijana leo ha hayajui dunia hizo hawazijui kwa sababu menukia na, maku, na makufuli na Nyerere na Kikwete, ndo hivyo hivyo, hamjui dunia inavyokwenda. Angewaita wale kuja hapa, wangemsaidia si nchi yake akatoka akatokan akaenda kwa nyerere akaenda kuomba msaada wa askari wa Tanganyika hiyo ni hapo akaletwa sasa mnasema nini na hiyo kabla ya muungano wakati wa muungano kuna Tanganyika hiyo ndivyo ninavyoelewa mimi na naweza kuzungumza pahala pote. Wengine wanaosema alikuwa hayupo au wengine wanawake asema walikuwa wanajua, mimi nakataa kuli, hakuna watu wanaojua, labda few wale wa Baraza la Mapinduzi walibana sana jambo hili, ndio maana wakafanikiwa na <laughs> muungano alikunongoneza kabla kuingia kwenye hadhara kusema kwamba nataka sasa tuungane hizi nchi mbili? Maana mambo mengine yanaanzia nyumbani, wakati mwingine wake zetu wanaweza kuwa washauri. Ulizipata hisia kwamba hizi nchi zitaungana, au baadaye, kama mwananchi wa kawaida, umeisikia kama walivyosikia watu wengine eh, Zanzibar na Tanganyika ilikuwa inaonesha inaonekana wazi kwamba muungano upo isipokuwa zile serikali zilokuwapo zamani zilikuwa hazina uelewano. Serikali ya kikoloni zamani, wao waliletwa tu pale. Serikali ya ya kikoloni hapa kwetu, waliwetwa, walikuwa hawana mamlaka Nataka unisikilize vizuri mm. Lakini serikali mm. ya kikoloni ikaondoka mapema, kabidhi Tanganyika serikali yao uliko hapa na hapa. Tulisubiri waondoke kwa sababu wale ndio wenye mkono mrefu mm. mm. Wangekuwa Wangereza bado wapo, tusingefanikiwa s mapinduzi yetu mm. siukamenel na vijana waelewe hilo kwa sababu hayo ni masomo, kwa sababu wale walikuwa ndio walioshika usukani, na sisi tukasema tunangoja hao waondoke. Kuondoka wao akatuachia hapa, basi akabakia na ni mwarabu bara, kulikuwa hakuna mwingine, wakabakia wao tu. Sasa baada ya mapinduzi ba, baada ya kuondoka hapa serikali hii hapa hapo, sisi tunakwenda, na tangu hapo sisi tunakwenda na Afro-Shirazi na TANU tulikuwa tunakwenda sambamba Mikutano yetu tunafanya pamoja, anakuja Nyerere hapa kuhutubia kwenye mkutano wetu wa, wa Afro Shirazi. Leo tuna mgeni kutoka Tanganyika, anakuja Bibi Titi kuzungumza, anakuja mgeni kutoka Dar es Salaam. Sijui kama umefahamu hivyo, hii ilikuwepo.